Oye usichukulie poa babu napambana. Si unaona jasho ili mtu mzima babu miaka 47 siyo 8 siyo 9 utajua wewe ongeza mbili. Si unaniona? Saa 12 napambana babu niko kote kote. Mi sina mazoezi yenu ya kujionyesha live eti. Paka mtu Fudenke aamke au mchungulie kwenye magrupu yenu ya, ku, ya, ya, kupata ajali na si tumo. Oya. Jiwezeshe mwenyewe afu jitambue. Yaani elewa neno jitambue. Sawa mwamba eh? Acha kabisa hii namba ka ikalie mbali. Oya, acha kabisa, uliza watu wa f... Yaani, oya, uliza majirani zako, uliza watu wako wa karibu, hii namba achana nayo kabisa bro. Oya, kaa mbali. Yaani ukiona un... unikubali pita kule, yaani ukijifanya, si unanijia maungoni bro, na kurudia tena. Acha hii namba, haiwezekani. Uliza majirani au uliza watu wako wa jirani, si unaniona nilivyo? Niko kwangu banda la kupanga saa napambana unalia maana akupambana kupambana, kupambana si kutafuta hela. Kupambana kwenye kutafuta afya, kupambana kwenye kutafuta uwezo, kupambana kuja kutafuta pawa. Kwa hiyo hapa mimi natafuta pawa, sitafuti pesa hapa. Hapa natafuta pawa ya kujua jinsi gani adui niangalie, babu. Nilivoroana mimi sifeki maisha babu, humu humu sijaenda Kariakoo wala sijaenda kwa mtu fudenke, nazunguka hapa hapa nakopa kiloli langu ndio paka nimelowa hivi jasho. Nikalie mbali babu, unikubali pita kule acha eti ujifanye unanihadisia, utazidi kunipa umaarufu afu itakukosti, kwa sababu ukimsema mtu mabaya, unajua unazidi kumpa umaarufu, kwa sababu hata wale watu fudenke, vichogo wenzio lazima washtuke, mbona huyu anasemwa sana, kuna nini analolifanya, ana upawa gani huyu? Labda nikueleweni nyie wajinga wenzangu, lakini siku zote unavomsema mtu, we ni mjinga mwenzie, sijui unanielewa? Acha, iko kitu bora umpigie mtu kimya, watu watakukubali lakini tunaenda kwenye makundi ya watu yule, sijui alikuwa maisha yake hivi, alikuwa mwizi tu, anapiga debe, anashinda stendi, alikuwa sijui omba omba. Eh baba, sasa si bora mimi historia yangu unaijua, nilikuwa mwizi, omba omba. Haya, we yako, unaamka saa ngapi? We unalala tu ndani, ukiingia bafuni masaa matatu na mwanaume shababi, unakifua kama tongwa. Sasa ujue, yani ndio maana kwambe ni mjinga mwenzangu, yani unamwelezea ya mtu yale mabaya, sasa si ndo anaonekana huyu ndo anaweza mazuri yote unayo wewe. Sasa kwenye mazuri yote unayo wewe, kuna mazuri mengi hapo. Hehehe. Oya, jitambue, angalia umsemu nilosema. Sawa, babu acha hivyo vitu nione hivi, sura yangu kama nyani unaniona? Sura yangu mikunjo mingi. Hehehe. Oya babu, nakurudia tena, unaniona sura yangu mikunjo mingi kama ngedele.